Fungu la tano ambalo ndo la mwisho linazungumzia lina teknolojia na maendeleo endelevu. Sisi hatuna upuuzi wa kujenga maghorofa dunia ya leo. Tunazungumzia Singapore ya Afrika ya teknolojia na maendeleo endelevu, chini ya rais wa kisasa, mwanafunzi wa Maalim Seif Alahitimu, Othman Masud Othman. Piga makofi kwake. Katika fungu hilo la teknolojia na maendeleo endelevu tunazungumzia ambalo limewashinda wao, utafutaji na uchimbaji wa mafuta, gesi na madini ndani ya Zanzibar. <laughs> tunazungumzia sera za ACT Wazalendo kuhusu utalii, sio huu utalii wao wa utalia, utalii endelevu na urithi wa kitaifa. Tunazungumzia nishati tunazungumzia uvuvi, mazao ya baharini na usimamizi wa bahari, sio huu ukandamizaji wao wa kuzuia bahari isitumiwe na wananchi wa Pemba. Tunakuonesheni vipi rais anakwenda kuifungua bahari iwafaidishe wananchi wa Unguja na Pemba. Eneo jingine ni usafiri, usafirishaji na uchukuzi. Jingine ni ujenzi na makaazi nafuu. Sio kutaka kwenda kujenga nyumba, kuleta watu kutoka nje, wazanzibari hawazimudu. Tunakwenda kufanya ujenzi na makazi nafuu, kila mzanzibari akae makazi ya kisasa ya heshima, Unguja na Pemba. Eneo jingine ni utunzaji mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Eneo jingine chini ya teknolojia na maendeleo endelevu, mawasiliano na habari. Tutaondosha ZBC uchwara, tulete ZBC ya kisasa nchini, sio hii ZBC ya kikereketwa hii ilokuwa, ukila ukiamka ukilala, rais wa Zanzibar, rais wa Zanzibar. Hapana, sisi rais wetu wa Zanzibar hahitaji kunadiwa, chema cha jiuza kibaya Osmani ata kujitembeza. Sisi vyombo vya habari vya umma vitafanya kazi ya umma, viwe sauti yenu umma kumwajibisha Osman na serikali yake atekeleze mnayoyataka <muchas> eneo jingine, roho ya Singapore Afrika, sayansi teknolojia, uvumbuzi na ubunifu. Na eneo la mwisho katika fungu hili la teknolojia na maendeleo endelevu ni utafiti na maendeleo. Hatuendi kufanya upuuzi wao, unaliondosha soko mjini unalipeleka mwituni, alafu unaambia watu walifuate soko mwituni, watu nakataa, unataka kulazimisha, unavunja vibanda. Sisi tuwafanya maendeleo kwa utafiti, kushirikisha umma wenyewe uamue maendeleo yenu ya weje lakini nikumalizieni, ni uhondo ni hondo, ni uhondo kuonesha kwamba sisi si watu, watu wa kuchezea. Usichezee timu ya Uthman Masudi, wewe. Usichezee watoto wa Mwalimu Sefu, wewe. Mnajua mwenyekiti wa kamati ya ilani alikuwa nani? Profesa Omar Faki Hamad, pigeni makofi, profesa Omar Rais wetu Othman Masud aliwaambia, sitaki tu mipango, nataka na eneo maalum ndani ya ilani, kila mtu ajione kwamba sisi tumejiandaa vipi, tutaitekeleza ilani. Kwa hivyo, baada ya mafungu hayo matano, sehemu ya mwisho inaitwa mpango wa utekelezaji wa ilani, na hapo kuna maeneo mawili, ufuatiliaji na tathmini ya ilani itakavyotekelezwa, vipi tutafanya na mwisho gharama za ilani. Piga makofi kwa Profesa, Profesa Omar Omar Faki, njoo kidogo juu kwao, piga makofi kwa Profesa Omar. Mekiona chuma icho, profesa na mwenye anavojitambua moja akijitambulisha, akasema mimi naitwa profesa, anasema mimi naitwa Omar Faki Hamad. Uprofesa sisi watoto wa Maalim Seif kujisifu kwa mambo ya uchwara uchwara. Uprofesa ni elimu tu, sio jina lako. Hawa ndio timu inayokwenda kufanya kazi na rais Osman Masud Osman. Mko tayari wananchi wa Pemba? Asante Profesa Omar. Aya, bendera wana bendera kwa hivyo ndugu zangu, leo nimeona ni, ni wasomee mukhtasar kwamba tunaposema tunakwenda kuibadilisha Zanzibar, timu yetu imejipanga kikamilifu. Mimi nishamwambia Rais Othman Masud, miye sitaki nafasi yoyote katika serikali mimi